Hukumu ya kesi ya rufaa walioikata Nyundo na wenzake watatu ya kupinga kifungo cha maisha gerezani inatarajiwa kutolewa leo Septemba 25, 2025 kwenye Mahakama Kuu Kanda ya Dodoma. Nyundo na wenzake watatu walihukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya Mahakama ya Hakimu Mkazi Dodoma kuwakuta na hatia kwenye mashtaka yaliyokuwa yanawakabili ya kubaka kwa kikundi na kumwingilia kinyume na maumbile binti mkazi wa Yombo Dovya, Dar es Salaam, aliyetambulishwa mahakamani kwa jina la XY. Wakatarufaa kwenye kesi hiyo ni aliyekuwa askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania jwtzmt 140105 Clinton Damas, maarufu Nyundo, askari wa Magereza c 1693 Praygod Mushi, Nixon Jackson Machuche na Amini Lema maarufu Kindamba. Wakatarufani hao wanawakilishwa na mawakili watatu wa kujitegemea ambao ni Godfrey Wasonga, Robert Owino na Meshack Ngamando, huko upande wa Serikali ukiwakilishwa na wakili mkuu wa Serikali, Lucy Uisso na wenzake wawili. Dorcas Daniel, Sauti Kuu habari.